Serikali kama ambavyo kuna pahala nimesikia kwenye Biblia inasema, mamlaka yoyote iliyopo duniani imetoka ili kwa Mungu, kwa sababu hakuna kinachofanyika bila ya matakwa ya Mungu. Mungu kama hataki uwe kiongozi huwi, hataki uwe muumini huwi, hataki uwe mwema huwi. Vitabu vya wenzetu vinasema kila mamlaka yanatoka kwa Mungu na sisi tunaambiwa ndani ya Qur'ani, mumtii Mungu na Mtume na wenye mamlaka juu yenu. Serikali, tunajua kwamba serikali imeunda tume. Binafsi, nina imani na hiyo tume. Binafsi, sasa una haja ya mishipa kukutoka na povu? Wewe kama una imani, tambaa baba kwa sababu ni watu ambao wanaijua sheria, waliwahi kushika nyadhifa mbalimbali katika nchi, ni majaji wastaafu, na kila mtu ana maarifa yake na elimu yake. Hii elimu ya dunia ambayo tunasema ndio ndio mpango mzima, na sio ya dini. Wale wote waliochaguliwa wale tume ile, wote wameenda, yuko kwenye shule zenu hizo za wakoloni. Ombi langu lishilo linalowezekana leo lisicheleweshwe kesho. Nini maana yangu? Tume iende haraka iwezekanavyo, na huku ikimtanguliza Mungu na kumtegemea Mungu na kumwomba Mungu, ifanye utafiti ambao imepewa na serikali, na itupatie majibu haraka tuweze kujua nini tatizo, wapi tulipojikwaa, wapi tulipodondokea. Kisha serikali kama imepewa dhamana na Mungu ifanye haraka sana, itatue changamoto zote hizi ambazo italetewa na tume, kwa sababu serikali nayo siku ya Kiyama itakuja kusimamishwa katika mahakama ya Mungu. Kila aliyepata uongozi kwa kupitia kushinda, siku hizi serikali ya mtaa, uongozi wowote, hata mimi ni kiongozi wa dini yetu tukufu ya Uislamu kila mmoja wetu atasimamishwa katika mahakama ya Mungu na kuulizwa. Kisha serikali ijitahidi itatue changamoto, changamoto za vijana, changamoto za Watanzania. Siwezi kuiambia serikali iridhishe watu. Kuridhisha watu ni kilele kisichofikika. Mungu mwenyewe haridhishi wote, hawamridhii wote. Ifanye haraka sana, serikali zibe mianya kabla ya kujenga ukuta.